Eh bwana, mambo vipi? Ndugu mtazamaji, leo tena tuko mtaani tena kwa wapambanaji kama kawaida, kama siku zote tunavyofanya. Tumeamua kutoka magetoni na kuingia mtaani na kuongea na wana ambao wanaopambana. Leo niko sehemu nyingine tena, leo kuna makulaji nini, kuku na kila kitu, yani afu kila kitu iko nini, kiko poa, niko na wana hapa. Eh bwana, eh mambo vipi wazee? Kama, kama kawaida fresh bwana. Napenda kuja kwa za jina nini ya kwa jina, naitwa Eliud, Eliud tu hmm. Wengi wanapenda kuniita Msami Msami yeah. wa, uh, uh, hey, kama kazi ka, eh, ka zetu safi safi safi, brother kwema, safi bwana, hey, majina yako kwa kwa nataka tuta ah. kwa jina naitwa Jazzy ila mtaani hapa natumia jina kama Fena. jina lingine nani? fena, fena. Fena. Mm. jina la kisanii mzee? Ndio hilo eh. Ah, kwa tunaimba au tunafoka? bwana kama unavyoona wana hapa wapo kwenye biashara yao, kama unavyoona hapa, labda kama tuja, tuja, tuja ongea mambo mengi kuku vipi, wanaendaje mwanangu? Aa, kuku kidali ni elfu mbili, paja elfu moja mia tano, nusu elfu tatu mia tano, shingo mia tano, miguu mia mia, na vichwa mia mia tu, filigisi mia nane, mzee. Mm. Kitu iko poa sana mzee. Yaani maisha yalifanyaje? Maisha na hela yako poa. Eh bwana labda nahitaji kuongea kwanza na wewe mara moja. Napenda na, na, na kujua labda changamoto za hii biashara ambayo unafanya ni nini na nini ambao lomo. Ah, changamoto zake zipo nyingi sana. Unaelewa? Kwa mfano pale asubuhi nini ninavyoenda, kuchukua nazunguka sana kwenye mabanda, unakuta siku nyingine kuku hapo nini, kuku wadogo, unaelewa? Muda mwingine nakosa kabisa kuku, hapa siwezi nikafika. Siku nyingine nikipata, ndo nafungua hivi. Ila changamoto nyingine ya kuhusu wateja, wateja analamika sana kuhusu wakuku, kuku anasema ni wadogo, afu wa kuku kipindi cha baridi anakuwa wadogo sana na maana e, ndo napata kama hivi, kuku hawa hapa wadogo wadogo sana ila siku nyingine ani nakosa kabisa kuku, anavyosema hivi Okay, kuna wakati mwingine unakosa kabisa kuku. Labda sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la vijana ambao wanakaa tu vijiweni ambao hawajui wanachokifanya. Yani wapo hapo tu, ukiwambia kuhusu kazi wanasema kazi hamna na maisha magumu wanalalamikia serikali. Labda unawaambia nini hao vijana ambao wako kijiweni kwa sasa hivi? Hao vijana ambao wapo kijiweni kwa sasa hivi naona bora wapambane tu unaelewa? Kwa sababu bila kupambana, yani kwa mfano unaishi hivi yani, bila kupambana kupambana mfano unaishi hivi utatamani vitu vingi, unaelewa? Ukiwa unajishughulisha utakutana na, na makundi, vitu tofauti tofauti, unaelewa? kuliko yani, kwa mfano mimi hapa nimekaa kwenye biashara, mtu akija hapa tunapiga stori za kawaida tu, ila kwa mfano nikiwa kwenye makundi tofauti utakuta kuna zaliwa panya road wengi, unaelewa? Wafuta bangi nini, tabia amba zinatokea mbaya mbaya zinatokea mtaani sana. Nilikuwa nashauri tu kwanza wapambane, wajitahidi kufanya kazi, unaelewa? Wasibague kazi, kazi ni kazi tu hmm. Oya jamaa anasema yani, wana tutoke magetone, tuendelee kufanya kazi, tutafute na maisha yapo, au si wazee? Huyu jamaa ameweza kuniambia kwamba yeye ni msanii, anaimba. Brother, unaweza kutupa angalau kitu kidogo, angalau kuna kula. Naweza nikaimba mimi? no baba wa kicha hakuna kushanga tena, madili mengi yanagongana yanagongana, kita bifo, nilikuwa kapuku geto sina atata. Leo nachinja kuku mademu na wakata so kinyoa kitu kusitu na nyoa kipa ase, mambo ipo huku leo, nafunga diba ase kamata buzi, ase kamata mbuzi wakipinga wakipinga pinga, ise walete woyo atatoyo woyo walete, wale atatoyo walete. Ehe, walete. Oyo, walete. Atatoyo, walete. Wanapanda juu wanashuka chini, si bado tupo juu, hatushuki chini, watavunja miguu wanyoyo zangu mimi. Tunacholata tu wao, wabane vipini, wameshuka, nimebaki mimi oo, nimebaki mimi. Walileta mapozi we, kumbe wapo chini, we kumbe wapo chini. Ase sana, kamatabuzi, kamatabuzi kuna, kuna kitu umesema kwamba wakinyoa kiduku si tunanyoa kipala mzee. Yaani wakinyoa kiduku au si tunanyoa kipala. Hiyo umeielewa hiyo sentence mzee? Uli, uliwaza nini mpaka kuongea hivi mzee? Ah, bana unajua ina wimbaji tu. Mm. Wimbaji mm, tu. Eh. Bwana pangoja nije kwa mwana tena hapa. Bwana mwana? Ah, uh, ulinambia kwamba ni mzee wa kudansi, vipi labda kwenye hiyo kazi ambayo unafanya changamoto zake na mambo kama hayo. Ah, kwenye swala la kudansi changamoto zipo lakini inategemea sana connection eh. Ukiwa na connection kubwa kwenye kudansi, ndo jinsi ambapo kazi yako inaendelea kukuingizia kipato, umeona? Kwa hiyo changamoto zake ni nyingi, na hata kama sio nyingi sana, lakini zinakuwa kubwa, afu zina beba, yani zinawalostisha sana watu kwenye game, umeona? Eh, ukiangalia sasa hivi madenso ameshakuwa ni wengi mtaani kwa hiyo changamoto zake ndo kama hivyo labda nje ya kubwa ni connection. Labda hapo ya kudenso una, una shughuli nyingine ambayo unafanya mbao mimi nipo kule kuna jengo la kuuza simu bwana mwana ana densi alafu anauza na simu tena. Ndio ujue kwamba wana ameamua kutoka Magetoni. Unawaambiaje wana ambao wako Magetoni sasa hivi? Ah, yani, kauli mbiu ni ile, ile tu hmm. Yaani, vijana inatakiwa tupambane. Cha msingi hicho, ndio cha msingi ambacho kitatufanya hata familia zetu hapo mbeleni zije kuwa na ubora. Cha msingi ni kupambana tu, afu kaa na watu ambao wanakujengea idea nzuri. Umeona? Sio kwamba eti mtu akushauri kitu chochote, afu unamgangania. Nope. Kuwa na watu ambao wana changamoto za maisha. Eh. Connection zipo mtaani. Watu wanakupa wana, wana connection mbalimbali. Mbali. Ama ukija hapa hapa, mtu anakuletea kuku bwana, mtu ajui kuchinja, basi ukimchinjia hapa, nakupa pato lolote kwa siku, unakuwa umeingiza. Kwa hiyo lazima uwe na connection. Eh bwana, kuna kitu kinaitwa connection. Mwana ameongelea kuhusu habari ya connection. Bila connection huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo toka magetoni, tafuta connection, uweze kufanya kazi, uweze kufanikiwa. Labda swala la mwisho naambia nini watu ambao wanakutazama wakati huu? Ah, uh, issue kubwa ni kupambana tu. Kupambana. Eh. Okay. Eh, tujitoe mm, kwa moyo wote Pesa zipo. Sasa blada, neno la mwisho. Ah, ina you know, mshindo kama aliosema mwanangu hapo, eh tupambane sio eh. Bwana, eh kama unavyojua tena, siku ya leo tume tumekuwa mahali hapa tumekula kuku wa kutosha na vitu kama hivyo, na mwana kaweza kujieleza sawa sawa na vile video ambavyo wanaona, lakini kikubwa tunachosisitiza wana, tutoke magetoni tufanye kazi tutafute pesa, tuache habari ya mdananda tuache habari ya mdananda. Mimi ni Constantine Joseph Mwagailo ambaye nimekuletea kipindi hiki, nyuma ya kamera ni Classic France. Siku nyingine tena tuonane, tuweze kufanya vizuri tena.